Ndio maana tunaambiwa, Je, hamjui mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Kama angia kama haisamini mimi kwa nini? Anasema hamjui mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, kwa nini? Kumbe hata Yesu mwenyewe anajua mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa, kama mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, angalia mavazi unayovaa, angalia mwonekano wako Ndiyo maana umekuwa mtu wa kuvamiwa, unatafuta shida nini? Chunguza nguo zako unazozivaa, chunguza mavazi, mavazi yenu unayovaa, hata yale mavazi yenu mbaya ndio. Haleluya, amina. Utamkuta mtu amepiga vazi, wewe umevaa vazi, nimeishia hapa. Sasa bahati mbaya, umebeba pesa

amekuna, amejinyea hata utembeaji wake anatembea kama natagae eti fashe fashii. Ni utumwa huo, yani anakuwa anapata ana ulemavu wa muda anavaa suruali naishusha mpaka boksa ya ndani uvaaji wako wa kijinga kijinga ndio unafanya yeah, ufahamiwe kila wakati. Ndio maana magonjwa yaisha, matatizo yako yaisha. Mlango mkubwa ni mavazi, ni uvaaji wako wa kijinga.